Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA Profesa Rafael Chibunda anawatangazia wahitimu wote wa mwaka 2025 kuwa mahafali ya 46 ya chuo yatafanyika siku ya Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni katika kampasi ya Edward Muringe, Morogoro. Aidha, wahitimu wote mnakumbushwa kuwa ugawaji majoho utafanyika kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025 kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ofisi za mahafali. Lengo mtambuka la mafunzo la Dr. Samia Suluhu Hassan, mafunzo ya kutunukiwa shahada yani reheso, yatafanyika siku ya mahafali kuanzia saa mbili kamili asubuhi katika ukumbi wa mahafali. Majina ya wahitimu wote yanapatikana kwenye tovuti rasmi ya chuo na zoezi la ugawaji zawadi pamoja na mkutano wa mwaka wa wanataaluma utafanyika siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni katika ukumbi wa Matpapas. Wahitimu wote mnaomba kuhudhuria bila kukosa.